Huyu ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Jonas Mwashitete. Ana ushuhuda mzuri wa maisha yake, ukimsikiliza kuna la kujifunza na kukutia moyo ewe mzazi, ambaye pia kuna wakati unamkatia tamaa kijana wako, lakini utasikia mengi kutoka kwa mchungaji Jonas Mwashitete. Karibu sana mchungaji, umsalimie mtazamaji. As salamu yetu na salimia, Bwana Yesu asifiwe, au kwa wakati mwingine huwa tunasema Yesu yu hai. Mm -hmm. Yu hai. Yu hai. Yu hai na unaitikia yu hai, yu hai Yesu yu Yu hai. hai. Na mimi nasema yu Yu hai. hai leo, yu hai milele. Mhm. Mm mimi na nakuuliza Yesu yu hai. Yu hai milele. Unasema yu hai. Yu hai mm -hmm. Nakuuliza tena, tena yu hai leo unajibu yu hai milele. Hebu tuanze tena hiyo mchungaji. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yu hai. Yu hai. Yu hai leo. Yu hai milele. Sawa kabisa. Asante. Unatumika katika kanisa gani mchungaji? Natumika katika kanisa la Pentecostal Assembly. Makao yake makuu yako wapi? Makao makuu yako Dar es Salaam, Segerea Tabata. Na wewe kituo unachotumika kiko wapi? tumika kituo kiko zingiziwa la ya Ilala. Karibu sana uh, mwambie mtazamaji majina yako. Kwa majina kamili naitwa Jonas Jackson Mwashitete ni mzaliwa wa Mbozi kwa Wasongwe. Karibu moja kwa moja nikupe nafasi uh, mchungaji umpe mtazamaji ushuhuda wako, karibu. Asante. sana sanaa. uh -huh. uh, ushuhuda wangu ni mrefu ni mrefu sasa, sizani kama tutamaliza kwa sababu ni mrefu, mm -hmm. kwamba kabisa, ni mrefu mno. Kwamba kwanza kabisa mimi nimezaliwa katika familia ya watoto wanne ambao wote ni wa kiume, hatujabahatika kupata mtoto wa kike. Baba yangu hakupata mtoto wa kike na mama yangu, lakini nianzie baada ya kumaliza shule ah. Katika hiyo familia wewe ni mtoto wa ngapi? Ni mtoto wa kwanza. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule ya msingi Uh, kwa kifupi nianzie hapo kwa sababu ndo mahali ambapo nilianza sasa kushughulika na maisha ya kujihangaikia mimi. Baada ya kumaliza shule niliachana na wazazi nikaanza maisha ya kujitegemea, ambayo haya maisha ya kujitegemea uh, yalinifikisha mbali zaidi kiasi kwamba nikawa nimepoteza mwelekeo. Nilikutana na makundi mengi wakati ninaendelea na maisha yangu hayo ya kujitegemea lengo ni kujipatia fedha ili kuonekana kama ni wajanja pia, katika miji yetu kuonekana na sisi tumo. Maana ilikuwa ni ufahari kuona kijana anapendeza anakula vizuri, e, maisha yake yako vizuri. Sasa na mimi baada ya kumaliza shule ni vitu ambavyo nilikuwa navitamani hata wakati niko shuleni, kuwa na maisha mazuri. Lakini nilipofika baadaye, nikawa natafuta ni namna gani nitapata upenyo wa kuwa na maisha mazuri nikapata rafiki mmoja ambaye nilikuwa namwona ni mtanashati anapendeza, na mimi nikajiunga naye, lakini nikataka kujua siri zaidi ya mafanikio yake. Baadaye ndo akajaribu kunieleza njia anazopatia fedha. Kiuhalisia zilikuwa ni njia siyo nzuri, lakini kwa sababu nilikuwa na shida na fedha, na mimi niliamua kujiunga nazo hizo njia zake. Naona kama mvua inataka kutukimbiza katika mazingira haya Pasta Ndia, ya, pengine tu ya hame. Ya, Haya, mtazamaji, tunahama eneo hili kwa sababu ya mvua za hapa na pale katika jiji la Dar es Salaam. Hmm. Baada ya kukutana na yule rafiki akaniambia kuna kazi ambazo huwa anafanya, ndio zinazonifanya mimi ninakuwa niko hivi, lakini sio kazi nzuri akakwambia hivyo hivyo. Akaniambia hivyo hivyo, sio kazi nzuri, inawezekana usinielewe. Kambia hapana, kwa sababu mimi na uhitaji mimi nitakuelewa. Ilichukua muda sana kufunguka. Baada ya kumbembeleza sana, akaniuliza uko tayari kufanya kazi yoyote? Kambia ndiyo, niko tayari kufanya kazi yoyote. Akaniambia basi sawa, mimi nadhani acha tu nikueleze wazi, sisi huwa tunashusha sisi huwa tunashusha mizigo kwenye maroli kwenye magari. Nikamwambia, kama mnashusha mizigo kwenye maroli, gari inatembea au wakati imepaki mahali? Akasema, hapana, gari inakuwa inatembea, tunashusha mzigo. Hatari! Kamwambia ya mimi niko tayari, ila cha msingi inabidi unifundishe, maana sio kazi nyepesi. Akaniambia kuna mahali ambapo huwa tunaenda kufanya hiyo kazi, gari inakuwa inatembea mwendo taratibu sehemu yoyote palipo na mlima mrefu ndio tunaweza tukafanya kazi hiyo. Nikamuuliza, kwa hapa huwa mnafanyia wapi? maana muda huo tuko huko mkoani. Akaniambia kuna sehemu moja inaitwa mlima Nyoka, ni Uyole Mbeya. Huko Uyole, sehemu moja kuna mlima mrefu sana, ambao ni umekaa kwa kujikunja kunja. Ndo maana unaitwa mlima Nyoka. Ah, nikajua kuna majoka maeneo hayo, hapana. mm -hmm. Ila kuna msitu mkubwa, lakini pia ni polini. Akaniambia huko ndo huwa tunaenda tunafanya matukio hayo usiku wa manane. mm -hmm. Nikamwambia mnakuwa wangapi? Akaniambia tuko kundi la watu kama watano. Nikamwambia basi, na mimi niko tayari, siku mnapoenda tuende wote. Akasema hata kesho tuna mpango wa kwenda Kambia basi sawa, tuongozane. Akaniambia tu tafuta nauli, nikaelekezwa nauli ya kutafuta. Safari ikaanza kesho yake hiyo asubuhi, mpaka sehemu ya tukio. Kwa mara ya kwanza nafika mazingira ya polini, na mimi ndo naingia kwenye tukio la uwizi. Ilikuwa sio jambo dogo, ilikuwa nigumu niku, lakini kwa sababu nina uhitaji wa maisha mazuri nilikubaliana nalo. Ikafika mahali sasa Uh, ilikuwa ni mida ya saa nne. Kuna gari moja ikawa inakuja iko taratibu inapanda mlima, anaambia mari hiyo inakuja anaambia, okay, sawa sema sasa, wewe kwa kuwa sio mzoefu, wakati sisi tunapanda utakuwa unaangalia tunavyofanya, na huko ndo kujifunza. Kwa gari ilipokuwa imesogea, tunajificha pembeni mwa barabara, ilipokuwa imesogea imefika karibu na tulipo walikurupuka walikuwa watu watatu, mimi nilikuwa wanne. Tukakurupuka sasa kuikimbilia na niambia twende, tunapoifuata wakaidandia, na mimi nikawa niko nyuma, na mimi nikawa natafuta namna ya kudandia, na kweli nikabahatika kudandia, tukawa tumeshikilia, wakafungua. Kulikuwa nondo nazotembea nazo kwa ajili ya kufungulia kama kuna kufuri, kwa hiyo kuna nondo. Yule mtaalamu akaingiza kwenye ile kufuri, kavunja Kufuli likafunguka, huku gari linatembea, na dereva wala hana habari, hasiki wala hasiki, si ni usiku na amefunga vioo, kwa hiyo hana habari naye, wala yeye anaangalia safari yake, tuko kule nyuma. Ule mlima ni mrefu, kwa hiyo kitendo cha kupanda na kuvunja, kuna nafasi tena ndefu sana mpaka kuja kumaliza ule mlima. Kwa hiyo kazi ikawa ni kuangalia, maana hamuelewi mna mzigo gani. Wote utakao kutwa humo ni wa kushusha, kwa hiyo kwa mara ya kwanza zikawa tunakutana na na, na, na mizigo ambayo ilikuwa ni redio, tukaanza kushusha, wanashusha wanashusha. Sasa mimi niko mlangoni pale, baadaye wakaniambia haya, sasa unaweza karuka kuweka mzigo pembeni. Kwa hiyo nikaruka. Uh, ile kuruka nami naanza kuhamisha mzigo ule, naupeleka pembeni kama walivyonipa maagizo, nikawa naweka pembeni, naweka pembeni. Baadaye wakaruka wote, wakaiacha gari, karudi pale tukakusanya ule mzigo, ambebi zote Ah, uh -huh. Ukimaliza mlima, na sisi ndo tunaishia hapa, vinginevyo uh -huh. unaweza ukajikuta umeenda mpaka safari ya gari inakoelekea kwao. Ikiisha mlima, bahati mbaya uh, ulikuwa haujaruka, itakupa shughuli namna ya kuruka, maana huko itachanganya, mwendo unakuwa ni mkali. Kwa hiyo ikawa hivyo, baada ya kukusanya huo mzigo, kwa sababu kuna mabosi ambao walikuwa wapo, ambao wanakuwa ndo wanajua wateja sawasawa, kwa hiyo ye wenyewe kwanza walikuwa na watu wao. mabosi wenu? mabosi wetu. kumbe sio ya kwenu wenyewe mlikuwa mmeajiriwa? Ah, hapana, yani tuseme ni kwamba sisi tulikuwa ni ya kwetu, lakini sasa baadaye tukaona namna ya uuzaji itakuwa ni ngumu, kwa hiyo wakawa natafuta namna ya kwamba tupate mtu ambaye e, itakuwa ni rahisi, mzoefu au mkubwa mwenyeji na mji, maana sisi wakati mwingine kwamba wanaweza akatushakia mm, kulingana na mazingira tulionayo ila sasa tukipata mtu, maana ule mzigo ulikuwa ni mkubwa. Sasa tukitazama tu kwa kutuangalia kwamba hao ndio wawe na mizigo kama hii, maana wakati mwingine unaweza kashusha ee, pick up yote imejaa ni mzigo. Sasa hao watu wanapeleka wapi? Tunatunzia wapi? Sasa tunatafuta mtu ambaye ana mazingira mazuri, ana ofisi yake, ana mahali pake. Sasa huyu mtu lazima awe ni mtu ambaye anaeleweka, anaheshimika. Kwa hiyo sasa tukawa tuna mtu mmoja ambaye tunampelekea hiyo na huyo ndo akawa anatufadhili, wakati mwingine hata nauli za kuendea, hata kama hatuna hela siku zingine anatupa, kwa sababu anajua saa hii nina wafanya kazi wangu. Kwao tukawa tumeajiriwa kwa namna kama hiyo. Yeye tunampelekea mzigo, tunamweleza kwa bei ya chini, alafu yeye anakuja kutuuza ya kwake vile anavyojua bei ya juu, ila si kile cha kwetu anachotupatia, na maisha yanaendelea. Sasa siku moja kuna tukio ambalo lilitokea ambalo niliilaani ile kazi, lakini ilikuwa sio mara ya kwanza kukutana na hiyo changamoto. Ile changamoto siku ile ilikuwa ni kubwa, ndio maana nataka nizungumzie, kwa sababu ile changamoto ilikuwa kwamba kuna gari ikawa imetokea, tumeipanda wote, ilikuwa saa saba usiku. Sasa wenzangu wakaruka, mimi na mimi sikawa kama vile na kauzoefu kidogo nikasema hebu ngoja niangalie upande wa pili, kutakuwa kuna nini. Na bahati mbaya ilikuwa ni gari ni tera ya mafuta petro tank. Sasa ile petro tank kwenye mlima ule ule, kwenye mlima ule ule, ile petro tank kawaida huwa inabeba ni mafuta, ila pale juu huwa wanaweka vimizigo. Kuna sehemu ya kuweka vimizigo kama mchere sio nini, vitu kama hivyo. Sasa nikasema ngoja nipande pale juu niangalie, patakuwa pamewekwa nini. Wenzangu wameshuka, mimi nikaamua kupanda pale juu pale nikakuta pana faya tingisha ile ya kuzimishia moto aa, nikaona upande wa pili tera lingine linalofuata kuna mzigo. Sasa nikashuka pale mbele kwenye ili tera la kwanza, nikashukia katikati, kati ya tera na tera, hapa katikati nikashukia hapa katikati ili nihamie kwenye tera la pili. Wakati nimeshuka hapa katikati, pakawa hakuna sehemu ya kupandia pale juu. Sasa ni, na hapa wakati nimeshuka hakuna, hakuna hakuna namna kwamba labda ngazi, ila nilirukia tu kwa bahati tu, nikawa niko pale. Sasa natafuta namna napandeje kule, ikawa ni ngumu. Sasa nikawaza acha niruke pembeni hapa hapa, nirukie pembeni huku inatembea nirukie pembeni, nirukie kwenye kichaka. Bahati mbaya, wakati ninaruka, nguo ikawa imenasa kwenye chuma, ambayo ilikuwa ni shati. Iliponasa kwenye chuma nikawa naning'inia chini ya matairi. Siku ile ilikuwa ni siku mbaya kwangu, kiasi kwamba nilianza kujutia. Wakati niko kwenye hilo tukio, wenzangu wote wako nyuma, ninawaza hawakuniona kwa wakati huo, ila mimi ndo niko kwenye hali ya na gari, maana iko mwendo. Sasa nawaza hapa ninaponeje, matairi ninayaona yanavyozunguka, maana niko chini ya matairi sasa dereva hajui kama kuna mtu yuko huku, kwa amepanda ame, ame, ame, amedandia. Sasa nikawa natafuta hata namna, kichwa kinaiona rami inavyokimbia yani, naninginia, niko chini ya matairi sasa. Hata namna kwamba utashika wapi inakuwa ni ngumu. Nikawa napambana namna ya kushika, nguvu zikawa zinaniishia, nikawa naisikia shati inazidi kuchanika, inazidi kuanguka chini. maisha yangu nikasema, sasa maisha yangu ndo basi, bahati nzuri au bahati mbaya, nilijikuta tu nimedondoka. Akili yangu yote ninawaza kwamba hapa basi maisha yangu yameshaenda, lakini cha kushangaza nilijikuta niko pembeni mwa barabara kabisa kwenye mtaro. Kilichonitoa pale barabarani nashindwa kuelewa mpaka leo hii. Nasema Mungu alikuwa na kusudi na maisha yangu. Aliniagizia malaika walionitoa mahali pale na kunipeleka kule pembeni pamoja na wizi wangu, pamoja na wizi wangu. Ndio maana Yeremia, anasema Mungu anamwambia Yeremia, nalikujua tangu uko tumboni mwa mama yako, nalikutakasa. Na mimi Mungu alinijua toka niko tumboni mwa mama yangu, lilikuwa ni jambo la kushangaza Najiuliza, nimeponeje? Nani amenitoa pale barabarani na kunileta huko? Maana hata kama nilikuwa ni mjanja niliye na uelewa kwa ajili ya kazi hiyo, lakini kitendo cha kutoka pale na kuwekwa pembeni mwa barabara kwangu kilinishangaza. Nilibaki kusema huyu Mungu yupo, hata kama ninatenda mabaya, lakini Mungu amenitetea. Nikaendelea kuugulia huko pembeni, gari imenikanyaga mguu mpaka sasa hapa kuna alama ya mfupa ambao ulishapasuka, lakini swali langu, kwa nini nikanyage mguu wakati nistahili kukanyogwa kichwa, mwili wote mzima? Alafu sasa nimekanyogwa mguu na niko pembeni. Huyu ni Mungu amenitetea. Nikawa ninalia nimeshikilia mguu na ninajiona kabisa sikustahili adhabu ya hiyo, ila nilistahili kuuawa kabisa. Ni usiku ni mchana, ni usiku saa nane, hakuna anayekuona hakuna anayeniona nao wako huko nyuma wanafuata. Sasa wanatembea sasa, wamechoka, maana gari ilikuwa iko mwendo kidogo. Sasa mimi niko niko pembeni huko naugulia, nalia, maumivu ni makali, pamoja na kilio, lakini naiona ni adhabu ambayo sikustahili kwa sababu ilitakiwa nife, ila kilichonipeleka kule kikawa kimenishangaza nini, porini nikichakani. Sasa rafiki zangu wakafika, wakanikuta niko nalia pembeni, maana walikuwa wanatembea ni usiku na magari yalikuwa ni adimu kipindi hicho, sio kama kwa sasa. Magari yalikuwa sio mengi kama yanavyopita saa hizi, masaa yote gari zipo. Kwa hiyo kushangaa kuta, ukashangaa gari inapita baada ya dakika kumi na tano au dakika nusu, saa zima gari haijapita, au saa zima gari haijapita. Ilikuwa ni 2002 maana matukio rasmi nimeacha.